Mheshimiwa Mnawiye, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti nakushukuru kwa kunipa nafasi. Uh, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa mikoa peke yake iliyobaki kwa nchi nzima bara na visiwani ambayo haijaunganishwa na gridi ya taifa ni mikoa ya Lindi na Mtwara. Pamoja na jitihada za serikali kuongeza mashine za kuzalisha umeme kusini na tukizingatia kwamba sehemu ya umeme unaozalishwa katika nchi hii gesi inatoka kusini, lakini umeme wa kusini unaweza kukatika kwa siku zaidi ya mara kumi, ni lini serikali itawatoa wananchi wa mikoa ya Lindi na Mtwara kwenye kadhaa hii ambayo inaathiri maisha yetu na uchumi wetu kusini, wa kusini? Mheshimiwa Waziri majibu. Asante, mheshimiwa mwenyekiti, ninashukuru kwa swali zuri sana la mheshimiwa mbunge, na nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya katika jimbo lake. Ni kweli mikoa ya Lindi na Mtwara ni mikoa ambayo haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na kwa sababu hiyo serikali iliweka mradi pale wa kuunganisha Mtwara na Lindi kwenye gridi ya taifa kwa kutoa, kwa kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Songea kwenda Tunduru Mtwara hadi kufika Lindi na mkandarasi anaitwa Kalpataru yupo saiti, na kipande cha Songea mpaka Tunduru kinaendelea vizuri, na mkandarasi alikuwa ameshalipwa malipo ya awali kwa kipande kinachotoka Mtwara. Ni mwahakikishie mheshimiwa mbunge. Swala la kupeleka umeme Mtwara na Lindi lilikuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais alivyotembelea yeye mwenyewe katika mikoa hii wakati anafanya ziara. Tunafanya jitihada zote zinazoonekana kuhakikisha mkandarasi anaendelea kuwepo site, anafanya kazi kwa haraka ili tulivyokubaliana Septemba mwaka huu mradi kukamilika basi iwe hivyo hivyo. Tunawahakikishia wananchi wa Mtwara na Lindi ni kipaumbele kupeleka umeme wa gridi na kuunganisha Mtwara na Lindi katika gridi ya taifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante, tunakushukuru Mheshimiwa waziri kwa niaba ya waziri mwenzio. E, tunaendelea. Waheshimiwa wabunge, Wizara ya Uchukuzi, Mheshimiwa Zuena Athman Bushiri, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Swali la Mheshimiwa Zuena Bushiri linauliza je, lini uwanja wa ndege wa Moshi utakamilika? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa wa naibu waziri Mheshimiwa mwenyekiti, kiwanja cha ndege cha Moshi ni kiwanja muhimu katika kuchochea uchumi wa mkoa wa Kilimanjaro hasa ukizingatia umuhimu wa mkoa huo katika nyanja za utalii kilimo na masuala ya kijamii. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na maelezo hayo na kwa kuzingatia sera ya taifa ya usafirishaji, serikali ilianza ukarabati wa miundombinu ya kiwanja hicho. Na mpaka sasa mradi umekamilika kwa asilimia 69. Mpango wa serikali ni kuendelea na taratibu za kutafuta fedha ili kuhakikisha mradi huo unakamilika. Mheshimiwa, eh, Zuena Bushiri. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa umuhimu wa uwanja huu katika kukuza uchumi wa mkoa wa Kilimanjaro na taifa, Je, serikali haioni umuhimu wa kuweka hizi asilimia thelathini na moja zilizobaki?